Lakini hii ni Ijumaa kuu, ni Ijumaa njema kutokana na matokeo yanayotokana na siku hii ya leo. Ni Ijumaa kuu kwa sababu kupitia siku ya leo, kinachofanyika leo kinakuja kuzaa ukombozi, na ndiyo sababu kila mmoja wetu anapaswa kuiadhimisha Ijumaa kuu na kuifanya iwe kuu kweli kwake, na kuifanya iwe kuu ni kupokea na kukubali ukombozi aliotuletea Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya msalaba huu mtakatifu. Kwa nini tusiendelee kuishikilia kama aibu na kuona fedheha kuzungumza mbele za watu juu ya msalaba mtukufu? Msalaba mtakatifu, tunaona fahari sote kutukuza msalaba uliotukomboa aliyoufia Yesu pale msalabani, kwa sababu Yesu anakufa kifo cha msalaba, si kwa sababu yeye ni mwovu. Hapana, anakufa kifo cha msalaba kwa sababu ya hukumu ya kusingiziwa ilikuwa na mambo mengi mengi ambayo yanaonyesha kwamba kifo kile si cha halali, hakuwa na kosa, kwa sababu hata wale waliokuwa wanasimamia sheria waliamua kuivunja waziwazi. Na tukizingatia maumivu anayopata Yesu pale msalabani, tunakumbushwa kwamba ili tuweze kutumikia vizuri hapa duniani na kuendeleza kazi ya ukombozi aliyoianzisha Kristo ni lazima katika maisha yetu tukubali pia kupokea maumivu, kupokea mateso, kupokea mahangaiko. Jambo lolote jema ukitaka kulifanya vizuri Siku ya leo inatukumbusha usisahau kwamba lazima kuwe na majitoleo, kuwe na sadaka. Hata wazazi, mzazi akitaka alee familia yake vizuri, awasomeshe watoto wake vizuri, ni lazima ajinyime. Tuwaalike na kuwaombeni, tuendelee kuombea amani ulimwengu mzima, lakini kwa namna ya pekee kila mmoja ajiombee amani ya nafsi yako, na amani ya nafsi yako utaipata kutubu dhambi. Wakati Yesu akiwa pale msalabani, kati ya maneno aliyoyazungumza kama wosia ni kwamba, Baba, uwasamehe kwani hawajui walitenda. Na ili kupata amani ya nafsi yako Yesu anawasamehe waliomshitaki kwa uongo, walio msulubisha kwa pasipo sababu. Anawasamehe pasipo wao kumwomba msamaha. Anatufundisha hilo ili upate amani jifunze. Kusamehe, si lazima aliyekukosea akufuate akuombe msamaha. Inawezekana aliyekukosea dhamiri yake imekufa.